Habari marafiki, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza pizza tam ya kuku kwa njia rahisi kabisa. Tutaanza kwa kutengeneza mkate wa pizza. Kwenye bakuli, weka maji ya uvuguvugu, sukari na hamira. Changanya vizuri, kisha acha kwa muda wa dakika tano ili hamira ifanye kazi yaani iumuke. Baada ya kuumuka, weka maziwa, weka chumvi, weka mafuta, nimetumia ya mzaituni. Kisha weka unga wa ngano. Kanda unga kwa spidi namba mbili 2 mpaka unga uchanganyikane upate donge kanda kwa muda wa dakika tatu, kisha ongeza spidi, weka namba tano. Kanda kwa muda wa dakika tano, kanda mpaka unga uwe laini. Ufunike kwa muda dakika ishirini mpaka gluten ipumzike. Dakika ishirini zikipita, weka unga kwenye bakuli, uzungushie mafuta ufunike na uwache kwa muda wa risali moja. Unga ukiwa unaumuka, tutaandaa pizza sauce. Tutaweka tomato, pilipili kavu, bezo, oregano, kitunguu saumu na viungo vingine mbalimbali, kisha changanya viungo vingine vina majina magumu, naomba utaangalia kwenye description box, nitaandika na vipimo. Baada ya unga kuwa tayari, nitanyunyizia unga sehemu ninayofanyia kazi, kisha nitaweka donge langu. Nitanyunyizia unga juu ya donge, kisha nitaanza kusukuma. Nikisukuma, nitaweka donge langu kwenye chombo ninachookea nimeweka karatasi la kuokea nikalipaka mafuta. Ntatumia vidole vyangu kusukuma unga mpaka usambaye kwenye chombo vizuri. Ntaweka pizza sauce. Kisha ntasambaza vizuri kwa kutumia kijiko mpaka ienee vizuri kwenye mkate wangu. Ntaweka cheese Nimetumia chizi ya mozzarella, nitasambaza vizuri, kisha nitaanza kusambaza nyama ya kuku. Nyama ya kuku nilichemsha, nikaichambua, nikaiweka pizza sauce kiasi. Nitasambaza vitunguu, kisha nitaweka hoho za rangi nyekundu, njano na kijani. Kisha sambaza tena cheese kwa juu. Na pizza yetu ndiyo hapo. Sasa tutaweka pizza yetu kwenye oven iliyopashwa moto kwa nyuzi joto mia mbili. Tutaoka pizza yetu kwa dakika 20 mpaka 25 au mpaka cheese yeyuke na kuwa ya rangi ya dhahabu. Na pizza yetu ya kuku ipo tayari. Tazama jinsi cheese ilivyoyeyuka vizuri, na harufu yake ni tamu sana. Tutaanza kuikata na sasa ni wakati wa kujilamba. Mimi upendelea kunyunyizia mafuta yenye pilipili kwenye pizza yangu mara, inafanya pizza inakuwa tamu na inavutia zaidi. Ikiwa utapenda haya mapishi, tafadhali like video hii na usisahau kusubscribe kwa mapishi mazuri zaidi. Wapendwa, viungo vyote na vipimo nitaandika kwenye description box, naomba uangalie. Asante sana kwa kutazama mapishi yangu, tukutane kwenye video ijayo. Muwe na siku njema.